Nitumie fursa hii kuwakumbusha kujitokeza kwa wingi kesho kupiga kura. Haitoshi tu kuhudhuria mikutano hii ya kampeni. Kwenye mikutano, alhamdulillah, tulijaa wengi sana. Sasa wingi ule tuka utafsiri ndani ya masanduku ya kura. Sijema kubaki kujadili na kulalamika mitandaoni. Wanaofanya maamuzi ya mwelekeo wa nchi yetu ni wale wanaopiga kura na sio wale wanaonung'unika. Lawama, kebehi na matusi hazichagui wala kubadilisha viongozi. Kura kuchagua na kukataa viongozi wazembe. Twendeni kwa wingi wetu tukapige kura. Serikali imetangaza rasmi tarehe ishirini na tisa, yaani kesho ya mapumziko ili kutoa nafasi kwenye sifa za kupiga kura kushiriki bila vikwazo. Hii ni haki unayoipata siku moja tu ndani ya miaka mitano, itumie isikuponyoke. Vyombo vyenye dhamana ya ulinzi na usalama wa nchi hii vinatuhakikishia kuwepo kwa utulivu na amani wakati wote wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, hivyo tujitokeze kwa wingi na tuhamasishane kwenda kupiga kura.